Ujambo na karibu ndugu mtazamaji wa MBC TV, ni nikukaribisha katika idhaa yako ya Kiswahili ya MBC TV. Mimi ni wako Wilson Mwanga Manite, Aba abaswizo ningekukaribisha katika habari yetu ya leo. Ndugu mtazamaji wa MBC TV katika jioni ya leo nitakwenda kukupatia moja kwa moja habari mubashara na ya ukweli iliyoko huko katika nchi ya DRC, si kwa majira kama na haya tukijielekeza huko Kivu kusini katika mji wa Uvira, ambako mapambano yanazidi kuendelea kati ya waasi wa M23 na wazalendo wakipambana katika mji mkuu wa Uvira. Ni baada ya mapambano yaliyokuwa yakiendelea katika kijiji cha Makobola katika tarafa la Fizi, na wazalendo hadi sasa hivi wako katika maeneo hayo ya mji wa Uvira ni... tunarapelewa kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa Wazalendo, na sisi wote kesho tufanye makazi yetu, tutafutie watoto zetu, tufungule milango. Na kuhusu maandamano yaliyokuwa yamesemwa yatafanyika leo katika mji huu wa ya Uvira, yalifanyika lakini hayakwenda kuchukua nafasi, kwa sababu kelele zilikwenda kutokea nyingi na watu ambao na watu wengi hawakuweza kwenda kwenye maandamano hayo, kwa sababu ni rahia wa Kinyarwanda wengi ndio wapo katika mabarabara na kuweza kusema eti ni wakongomani ambao wanazidi kupambania M23 kuweza kubaki katika eneo hilo la Uvira. Na hizo tetesi zote za kusema eti wakahaji wa mji wa Uvira wanaandamana maeneo hayo ni uongo na ni kitu ambacho kilikwenda kuundwa na waasi wa M23 ili wapate kuzidi kubaki katika maeneo hayo ya Uvira. Akamana huu vita vinazidi kuendelea katika maeneo hayo ya mji wa Uvira na wazalendo wako sasa hivi katika maeneo mbalimbali na mitaa ya mji wa Uvira. Tukijielekeza huko katika mji wa Baraka ambako milio ya risasi ilikwenda kusikika majira ya usiku jana na kuleta uoga katika mioyo ya wananchi wanaoendelea kuishi katika mji wa Baraka, bali hiyo milio ya risasi haikwenda kuwa kitu, bali ilikuwa ni kutolewana kati ya wazalendo na wa na jeshi wa FARDC wanaopatikana katika mji wa Baraka. Niseme asante na shukrani ndugu mtazamaji wa MBS TV kwa sababu unaendelea kufuatilia matangazo yetu. Tangia tulivyoanza habari yetu hadi sasa hivi tumefikia ukingoni wa habari yetu ni kwani, usisahau like na kusubscribe katika channel yetu ya MBS TV na namba zetu ni hizo hapo chini. Nikukumbushe kuwa mimi ni wako Wilson Mongamanite Abaswizo, tukutane katika vipindi vingine vya